Tayari imetimia saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linafanya uchunguzi wa tukio la mauaji ya aliyekuwa mgombea ubunge wa jimbo la Siha kwa tiketi ya chama cha wananchi Kafu. Baadhi ya wananchi wa kata ya Ludete wilayani Geita mkoani humo wamesema wamejiandaa kikamilifu kuelekea uchaguzi mkuu. Na serikali ya mkoa wa Bujumbura nchini Burundi imezitaka familia zote za mkoa huo kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu. Habari kamili: Kilimanjaro. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linafanya uchunguzi wa tukio la mauaji ya Daudi Wiribadi Ntuyehabi, aliyekuwa mgombea wa ubunge wa jimbo la Siha kwa tiketi ya chama cha wananchi CUF, ambaye anadaiwa kuuawa na wana wananchi waliojichukulia sheria mkononi. Taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari leo Oktoba nane na kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simoni Maigwa imeeleza kuwa tukio hilo limetokea jana Oktoba 7 majira ya saa moja na nusu usiku katika kijiji cha Kilingi Sanya Juu, wilaya ya Siha, mkoani Kilimanjaro. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, tukio hilo lilianza baada ya marehemu Daudi Ntuyehabi kumchoma kwa kisu tumboni Abdul Isa Muhamed, mkazi wa eneo hilo, na kusababisha utumbo wake kutoka nje. Inadaiwa sababu zilizopelekea Abdul Isa Muhamedi kuchoma kwa kisu ambaye bado anaendelea matibabu hospitalini ni kitendo chake cha kwenda kuamulia ugomvi uliozuka kati ya Daudi Wilbard Ntuyahabi marehemu na Hamadi Isa Muhamedi wakati wa kinywa pombe kwenye grosare, na sababu za ugomvi wao ilitokana na kudaiana fedha. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linawashikilia watu nane kwa tuhuma za kujichukulia sheria mkononi kwa kumshambulia Daudi Wilbard Ntuyahabi hadi kusababisha kifo. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linaendelea kutoa wito na kukemea tabia ya baadhi ya watu kujichukulia sheria mkononi, kwani mara nyingi imekuwa ikisababisha madhara makubwa kama hayo yaliyotokea kwenye tukio hilo. Geita, baadhi ya wananchi wa kata ya Ludete wilayani Geita mkoani humo wamesema wamejiandaa kikamilifu kuelekea uchaguzi mkuu, kuchagua viongozi watakaowasaidia kutatua changamoto ndani ya jamii yao. Wametoa kauli hiyo wakati wakizungumza na redio Kwizera ilipotaka kujua maandalizi yao katika uchagu, katika kuwachagua viongozi wawakilishi wao katika ngazi ya udiwani ubunge, na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baadhi ya wananchi hao wamesema baada ya kusikiliza sera za wagombea, imebaki jukumu lao kuchagua kiongozi atakayekuwa sehemu atakaye tatua sehemu ya matatizo yao na lakini pia anaye asiyejali maslahi yake binafsi tumejipanga tutafika kwa ajili ya kuchagua na baada ya kuchagua tarudi nyumbani, tuombea taifa, amani iwepo ya kutosha. Maana tumejiandaa kikamilifu kwenda kuchagua kiongozi atakayetufaa bila kushawishiwa wala bila kushurutishwa. Ni kwa kuhiari tunachagua kiongozi aliye bora, ni sehemu ya kuandaa maisha yako katika miaka hii mitano. Usipochagua wakakuchagulia wengine, mambo yanaweza kwenda vibaya, na wakati ile kura yako inaweza ikasaidia ukamchagua kiongozi unayemtaka na akaongoza nchi vizuri. Kwa upande wake mgombea ubunge jimbo la Katoro, mhandisi Kija Limbu, amesema pamoja na mambo mengine, atahakikisha anaboresha mahusiano mazuri baina ya watoa huduma katika vituo vya afya na wagonjwa wanapofika kwa ajili ya kupata matibabu. Muleba, mgombea udiwani wa kata ya Mleba, wilaya ya Mleba, mkoani Kagera, kupitia chama cha ukombozi wa umma cha umma bwana Pancras Ntwala ameahidi kusimamia mikopo ya asilimia kumi kwa wajasiriamali wanawake, vijana na watu wenye ulemavu inayotolewa kwa haki endapo atachaguliwa kuwa diwani wa kata hiyo. Bwana Ntwala amesema kuwa wajasiriamali ndio nguzo muhimu ya maendeleo ya kiuchumi, hivyo ni lazima wawezeshwe kwa vitendo ili waweze kukuza biashara zao na kujikwamua kiuchumi. Aidha, amesisitiza kuwa fedha hizo zitasimamiwa kwa uwazi na ushirikishwaji wa wananchi ili kuhakikisha zinawafikia walengwa bila kuwa na upendeleo wowote mikopo hiyo wajasemali ya walio wengi ndiyo kitu chao kikubwa ambacho wanakitegemea kama ni sehemu yao ya keki ya taifa, lakini mpaka sasa unaweza ukakuta kati ya asilimia zile zinazotolewa watu walio wengi ndani ya kati ya Mleba, ukiweka wakina mama, ukiweka vijana, ni ni wachache sana ambao wanaweza kunufaika na fursa hiyo mpaka sasa. Hizi wapo vijana ambao wapo mpaka sasa kuweza kupata chochote kutokana na kile ambacho kimetolewa kama ni fursa upande wa vijana, lakini pia upande wa wakina mama na wao bado wanalalamika mpaka saa hizi kwamba kuna chochote walichokipata. Mimi mpango wangu ambao Mungu atakuwa amejalia nikapata nafasi hii, tunachotakiwa kufanya ni jambo moja tu, kuhakikisha fursa hiyo, mpango wa mikopo unaweza kumnufaisha kila mwananchi aliyoko ndani ya kata ya Mleba. Nao baadhi ya wananchi wa Mleba mjini wamewataka wagombea udiwani wa kata ya Mleba kuleta maendeleo kwao kwa kuboresha huduma za afya, elimu na miundombinu endapo watapewa ridhaa ya kuwatumikia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka redio Kwizera FM. Bujumbura, serikali ya mkoa wa Bujumbura nchini Burundi imezitaka familia zote za mkoa huo kuwa na ndoo ya maji safi, sabuni na choo kinachokidhi vigezo vya afya ili kukabiliana na ugonjwa wa kipindupindu. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Bujumbura, mkuu wa mkoa huo bwana Alois ndi ndiyikengurukie amesema maafisa wa afya na wakuu wa wilaya zote wanatakiwa kufuatilia utekelezaji wa agizo hilo. Mkuu huyo wa mkoa amesema ni marufuku watu kusalimiana kwa kushikana mikono, huku maeneo yenye mikusanyiko mikubwa ya watu kama shule, makanisa na vituo vya mabasi yakitakiwa kuweka maji safi na sabuni kwa ajili ya kunawa mikono ili kudhibiti maambukizi ya kipindupindu. Aidha, amesisitiza kuwa kila familia lazima iwe na choo bora na atakaye kaidi agizo hilo atatozwa faini ya laki moja faranga za Burundi. Wiki iliyopita, Wizara ya Afya nchini Burundi iliripoti zaidi ya kesi 1400 za wagonjwa wa kipindupindu kote nchini humo na takribani watu mia moja wakiwa wamelazwa hospitalini na sita wakiripotiwa kufariki dunia. Wagadugu. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imetangaza kuwakamata watu wanane wa shirika la misaada ya kibinadamu wakiwemo raia watatu wa Ulaya kwa tuhuma za ujasusi na uhaini. Waziri wa Usalama Mahamadou Sana amesema waliokamatwa ni wanachama wa shirika la Inso lenye makao yake nchini Uholanzi linalojihusisha na usalama wa mashirika ya misaada. Miongoni mwao ni raia wa Ufaransa, mwanamke mwenye uraia wa Ufaransa na Senegal, raia wa Jamhuri ya Czech, raia wa Mali na wa Burkina Faso. Wanne wengine ni mkurugenzi wa shirika hilo nchini Burkina Faso na naibu wake. Tangu mapinduzi ya Septemba 2022, utawala wa kijeshi wa Burkina Faso umeachana na ushirikiano wa karibu na nchi za magharibi hasa Ufaransa. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, hu tena ni muhutasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linafanya uchunguzi wa tukio la mauaji ya aliyekuwa mgombea ubunge wa jimbo la Siha kwa tiketi ya chama cha wananchi kafu baadhi ya wananchi wa kata ya Rudete wilayani Geita mkoani humo wamesema wamejiandaa kikamilifu kuelekea uchaguzi mkuu. Na serikali ya mkoa wa Bujumbura nchini Burundi imezitaka familia zote za mkoa huo kuchukua tahadhari zidi dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu. Waza Wazua, msikilizaji, aliyejifunza kuanguka hajui kushindwa.